Ujambo popote unapotufuatilia na karibu katika kipindi hiki cha Kurunzi Live. Uh, kufuatia ghasia za uchaguzi na maandamano yaliyokumba Tanzania, uh, serikali imepanga sasa kukaa mezani na makundi tofauti kujadili hatima ya amani na umoja na mshikamano ili kutatua mpasuko katika jamii ya Kitanzania. Leo tunakuuliza je, Tanzania iko tayari kwa maridhiano? Mimi ni Bruce Amani, nami ni Tatu Karema Naam, uh, kama nilivyotanguliza kwenye ufunguzi Tatu, Tanzania bado inapitia kipindi cha kutafakari na kuuguza maumivu ya machafuko yaliyozuka baada ya uchaguzi mkuu wa Oktoba ishirini hmm na uh, tisa. Ukisoma katika vyombo vya habari au hata kufuatilia kwenye mitandao ya kijamii, unaweza kuona kabisa hisia za watu zikoje, na ndio maana kuna miito ya kuanzisha mchakato wa maridhiano mpaka sasa. Wewe unapata we picha gani? Bruce, uh, kama ulivyotaja mitandao ya kijamii tukiangalia mitandao ya kijamii tukizungumza na wale ambao wako katika eneo hilo, picha ambayo tunapata ni kwamba mioyo ya watu bado inavuja damu. Uh. Wengi wana maswali kuhusu kile kilichotokea kwa sababu sio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 Huyo ni makamu wa rais wa Tanzania Emmanuel Nchimbi, anasema wako tayari kunyosha mkono wa suluhu kwa wananchi wote ikiwemo wale ambao hawakuwachagua. Lakini nini kilitokea siku chache tu zilizopita? Watu waliokuwa mitaani kuupinga uchaguzi uliomrejesha madarakani rais Samia Suluhu Hassan kwa ushindi wa asilimia tisini na nane. Makundi ya haki za binadamu yanasema maelfu ya raia waliuawa na vikosi vya usalama Serikali inasema waandamanaji waliharibu mali na miundombinu muhimu ya umma na binafsi. Watanzania wenyewe wanasemaje juu ya kulikwamua taifa lao katikati ya mgawanyiko? Kwao tunapoona kwamba sasa kumekuwa kuna hali yenye yenye sintofahamu, kwa mfano hizi masuala ya vuruguvurugu ambayo zimejitokeza, tunaona kwamba watu wanalalamika, watu binafsi wanalalamika, makampuni wanalalamika eh, lakini pia na wananchi pia wanalalamika kwa mfano, malalamiko ya hivi karibuni umeona kwamba wapo ambao wanalalamika wamepoteza ndugu zao kutokana na ile vurugu za maandamano, lakini pia kutumika nguvu isiyokadiriwa eh, ambapo muda mwingine tumeona kwamba vyombo vya moto kama vile silaha na risasi ambazo zinaonekana kwenye mtandao wa kijamii, kwa ki kwamba zilitumika hata kupoteza maisha. Kwa hiyo watu mpoteza, no, mpoteza watu. Kwa hiyo mtu ana mtu anaamini kwamba haki ya kuishi ni haki ya kikatiba, ni haki ya kisheria na kitazama mkataba falsafa ya mkataba wa kijamii ambayo inasema social contract imejieleza vyema kwamba wananchi wanakubali kutoa silaha na nguvu kwa serikali ili walindwe, walindwe usalama wao na mali zao. Kwa sababu kunapokuwa sasa, baada ya kulindwa usalama wao na mali zao, inapotumika nguvu kupita kiasi, ambayo itakwenda kutoa uhai wa mtu, maanake ni kwamba unakiuka mkataba wa kijamii. Nilikuwa naomba serikali yetu mnisamie, aone huruma. Watoto wengine hawakuwemo katikati ya vurugu hizo, ni basi tu wamekuja kupata tu kama bahati mbaya. Tunamuomba, naomba sana atusaidie. Si wanawake wenzie tunaumia, tunashindwa hata kulala wala kula tunashindwa. Tunaomba msaada, atusaidie basi wao. Oh, watoto watoke, aone huruma. Mimi naomba turahisi atuangalie tunavyohangaika kama tumemkosea, atusamee naye, kama katukosea tusamee, ni wote tusameane. Hakuna binadamu asiyekuwa na makosa wala hakuna binadamu asiyekuwa na mapungufu, kila binadamu ana mapungufu yake. Aisee, tunachoomba, ombi letu atusaidie, watoke, ndugu zetu, wadogo zetu, watoto wetu wawe nje. Viongozi wa dini huwa na mchango muhimu katika wakati kama huu. Wenyewe wanasemaje? Ninaamini kwamba kama utashi wa kisiasa upo na dhamira njema ipo, na kwa kuzingatia hali halisi ya nchi yetu, kama hayo yatakuwa yanatoka ukweli kutoka kwenye nyoyo za wanasiasa, meza ya mazungumzo ndiyo ndio ya pekee inaweza kufanya jambo lolote lililokosa maelewano likapata maelewano. Naamini nafasi hiyo inaweza Mm, ukitizama video hiyo na hasa zile nyuso za kina mama walipozungumza kwa hisia kweli, ni inaonyesha kwelikweli nyoyo zao zimepondeka. Ukiona mm. Anasema kama tumekukosea utusamehe, na kama umetukosea yani kuwe na hali ya kusameheana, bila shaka lakini, zaidi wanalia nini? Kwamba kama watoto wetu wako ndani, ndugu zetu huenda walijipata katika zile hali bila kudhamiria, kwa hivyo kilio chao uh, kina mama hawa wanataka tu kuona kwamba wako huru tena mm. mm. waanzie hapo Yakob. Eh, katika ripoti pia ametaja viongozi wa kidini na bila shaka, jana akizungumza katika eh, tukio la kuwaombea waliouawa katika machafuko yale ya Oktoba 20 eh, uchaguzi wa Oktoba 29, askofu mkuu wa kanisa Katoliki jimbo kuu la Dar es Salaam, eh, Jude Tadeus eh, Ruwaichi alisisitiza Eh, kuhusu haki. Hebu kwanza tumtizame. Taifa letu limejeruhiwa. Wako watu waliouawa wakiandamana. Lakini adhabu ya kuandamana sio kifo cha risasi. Wako watu waliouawa wakiwa majumbani wamefuatwa wakauawa wakiwa nyumbani kwao. Ila alionyeshi sura ya Tanzania hata kidogo. Naam, bila uh, shaka amezungumza kwa msisitizo, kwa umakini na hisia. Lakini makanisa mengi ya Katoliki nje ya Dar es Salaam na viongozi wa dini wametumia mahubiri yao wa mwishoni mwa wiki, hasa Jumapili, kuombea amani na kuhimiza mshikamano. Unazungumziaje mchango wao hawa viongozi? Viongozi wa dini wana mchango mkubwa. Tumemwona pale, ntamwita ni shekhe ama ni nani, pia ameweza kutoa sauti yake akisema, ikiwa kuna utashi iki wa kisiasa, kukiwa na nia njema, kama kweli hili ndilo tunalolitaka. Sasa kusonga mbele, mazungumzo ni muhimu katika kutafuta maridhiano. Na viongozi wa kidini, siku zote sauti yao ni sauti ambayo inaaminika sana katika jamii. Ni sauti ambayo, kwa viongozi wa kisiasa, tutasema wana maslahi yao ya kisiasa, lakini kwa kiongozi wa kidini anawakilisha sauti ya mtu wa kawaida tu kama mimi na wewe. Kwa hivyo anapaza sauti kuweza kuwasilisha vilio vya wale ambao hawana majukwaa ya kuweza kuelezea hisia zao. Tatu, huu mchakato wa kwanza kuzungumzia maridhiano sio kitu rahisi. Kusema kweli, ni kitu ambacho ni pana zaidi, lazima utafute mzizi wa swala lenyewe. Kweli kabisa, kuzungumza ni kitu chengine, lakini kuzungumzia nini hasa, hmm. ndio nadhani tunapaswa kuanza kujiuliza. Ndio, kulikuwa na maandamano yalifanyika, kilichosababisha maandamano haya ni kitu gani hasa? Kwa sababu huwezi kuwa na ugonjwa unaotibu bila kujua chimbuko lake ni nini hasa ha? Kwa hivyo tujue maandamano yalifanyika, sawa, sababu kuu iliyochangia maandamano nini, ndo kusonga mbele, isiyo kwamba munaombana msamaha bila kuangalia Uh, chanzo hasa cha nini kilileta matatizo haya yote. mm. mm -hmm. Tumejifunza kutoka kwa mataifa mbalimbali mbali, ambayo amepitia hali kama hii, hata katika nchi jirani na matukio kama haya, huwa lazima kwanza kuwepo na ukweli; kama nilivyosema, haki iweze kupatikana na uwajibikaji ufanywe kwamba haurudii tena makosa kama haya. Ndio maana hata katika ile video ambayo tulitazama, askofu akisisitiza kwamba haki kwanza, kwa sababu kabla hiyo amani lazima haki iwepo, na ndio maana kina lakini katika haki pia na uwajibikaji isiwe ni upande mmoja. Tukiangalia hali ilivyo hivi sasa nchini Tanzania, tayari tumeona washukiwa kadhaa wameshahukumiwa kosa la uhaini. Kumbuka hawa ni watu ambao walitoka kuandamana, hatushabiki, hatusemi kwamba yalikuwa ni mambo mazuri mm. kuvunja kuchoma mali ya serikali na pia ya watu binafsi. Naamini kuna njia mbadala, labda kilio hicho kingeweza kuelekezwa, lakini wameshtakiwa wame ndio, ndio. Lakini sasa ukiangalia, kuna wale ambao pia wanatuhumiwa kuwa ni maafisa wa usalama wamehusika katika mauaji, madai ni mengi. Wale waliohusika katika mauaji na wao wamechukuliwa hatua gani? Lazima tuweke katika mizani kuona kwamba wajibishaji unakuwa katika pande zote, ndiposa kutakuwa na ile hali ya kwamba yametokea mm -hmm. Waliofanya wamewajibishwa. Kwa hivyo tunaweza kuanzia hapa kuona katika maridhiano tunasonga vipi mbele, katika mazungumzo bila shaka na serikali ingawa haija toa idadi kamili ya waliouawa, uh -huh. au mali zilizoharibika, lakini rais alikiri kwamba kuna maisha alipotea kwa kweli na akahimiza nchi kuanza kusamehana na kusonga mbele. Uh -huh. Na kuna wengine pia tumeanza kuona video baada ya mtandao kurejeshwa, tumeanza kuona video ambazo bila shaka, uchunguzi utafanyika, lakini nyingine inakuwa ni vigumu kuthibitisha, isipokuwa nyingine unaona wazi kwamba zilitokea nchini Tanzania na watu hakika wali umizwa. Watu wamepoteza mali zao, watu wameuawa, wame, idadi kamili haijulikani, lakini mashirika ya kijamii na mashirika ya kutetea haki za kibinadamu, nchi za kigeni, Umoja wa Mataifa na hata upinzani wanasema ni watu wengi ambao wameuawa, wengine wamejeruhiwa, mali zimeharibika, na kuna baadhi ambao bila shaka eh, tumezungumza nao wamesimulia eh, hali ilivyokuwa. Tutizame. mm -hmm. mm -hmm. Baada ya mzukozuko uliokuwepo hapo na mabomu kuwa mengi si tulijificha nyuma ya magari na vijana wengi walitoka upande wa pili kuja kwetu huko, wakawa wanakimbia kimbia huku na huku, na baada ya kusikilizia kama dakika tano mbili, kuna kijana alikuwa hapa Masai alikuwa anakatiza anaenda msewe, ghafla tu tukaona amelala chini, amepigwa risasi. Na hapo na sisi tukachukua hatua ya kuacha kila kitu, tukaspana nini nini, tukakimbilia maeneo ya msewe ndani, tukaenda kujificha mpaka jioni. Kwenye kutoka pale ndio ilikuwa vigumu, maana babara zilikuwa chafungwa kuelekea manyumbani chakula hamna, tulipata shida na vitu vingine hapa, kama spana, nini waliiba vijana, vijana wale walikuwa wanapita pita na iko athari ya magari kuunguzwa au nini. Mungu alitusaidia zaza kuharibisha vitu vingi zaidi ya spana. Nilishuhudia mechi tatu pale stari, kuna mbili nilikuta pale ndugu yangu ile kuna mtu mmoja alipigwa risasi ambaye tulimshuhudia alipigwa risasi hapa kutoka barabarani kuja huko, mtu alipigwa risasi akaanguka. Kwa hiyo nasema kwamba sisi kwa upande mmoja au mwingine tuliasira kibiashara. Kwa sababu gani? kulipanga ile gari ilikuwa imekufa naitaksafiri ende mkoani, lakini haikufanikiwa. Na ule mtu alibidi akae kwa kutumia gharama, alifikia gesti. Kwa hiyo alikaa kwa muda wa siku tano ambazo hizo, baada ya hapo ilitokea lockdown ya kukaa ndani kwa muda mrefu, lakini alikaa zaidi ya siku kama nane Dar es Salaam. Na, tatu, umeona tumejaribu kuficha zile nyuso kwa sababu okay, ya usalama wao, lakini unaweza kuona kabisa yaliyowakumba hao jamaa. Jamana, bila shaka wanawakilisha sauti za wengine wengi tu katika maeneo mbalimbali ya Tanzania. Hebu fikiria kuishi na makovu kama hayo na picha ambazo zinakaa vichwani mwao vile milele, sio rahisi, ni, ni jambo la kutatiza kweli, kwa sababu si mambo ya kawaida, labda vitu kama hivi tunavyoona katika filamu na mambo kama haya mm. Leo hii unaona mtoto anaona mzazi wake huyu hapa, damu inamwaika, ameuawa. Unaona jirani yako, unaona watu wa karibu, kwa hivyo taifa zima nitasema lote linahitaji kupata huduma za mm -hmm. Uh, ushauri, ushauri na mambo kama hayo, kwa sababu ni kiwewe hicho ambacho ataketi nacho kwa muda na mrefu na kuna Kwe? wengine pia wanahoji wanasema, ni mapema mno sana kwa maridhiano, ni kama vile wapenzi wawili mmekosana, wakati bado hakuna salamu, kila mtu anapita na njia yake mm. bado inakuwa sio wakati mwafaka wa kuzungumza mm -hmm. lakini tunapopishana Bruce, alafu nianze mambo poa mambo poa, unajua mm. Hali imeanza kurudi kidogo, inataka mm -hmm. mambo na maridhiano mm -hmm. Kwa hivyo itachukua muda kidogo mm, lakini naamini kwamba ipo siku bila shaka, na kuwahusisha wote hao e, nadhani tuyasome kidogo maoni hapa. Tulikuuliza kwenye mitandao yetu ya kijamii DW Kiswahili kwenye Facebook na Instagram kuhusu swali, je, Tanzania iko tayari kwa maridhiano, kutokana na vurugu zilizoshuhudiwa hasa katika zile hekaheka heka za baada ya uchaguzi mkuu. Hebu na tusome baadhi ya maoni hayo. Um, kwenye ukurasa wetu wa Facebook Victo Oredi iko Tabora Tanzania anasema serikali na, Ina, itafakari kwa kina na kutatua mahitaji ya wananchi, wasikilizwe kile wanachokihitaji yakiwemo katiba mpya na kurejesha demokrasia halisi. Thomas Nyodoku anasema maridhiano yawepo, lakini la kwanza tuanzie hapa. Waliowawa siku ya maandamano inakuwaje? Simon Kenny anasema tuko tayari kwa katiba mpya. Living Kalisto Ndege anasema maridhiano ya nini haswa? Joseph Machela yeye anasema hatukubali chochote kwa sasa, tuko kwenye hali mbaya mm -hmm. zaidi mm -hmm. Kuna ujumbe wa Mabere Malali anasema sawa, maridhiano yanahitajika, lakini mioyoni kwa waliopoteza wapendwa wao bila hatia, wengine tuna, tuna tarifiwa walikufa kwenye kumbi za mpira, bado hatujui nini kinaweza kufanyika ili kuleta faraja. Baya zaidi, wengine hawajapata hata miili ya wapendwa wao. Sasa haya maridhiano yataponya yote haya? mm -hmm. Alafu kuna ujumbe wa Amani Fikire Kavumbagu, anasema yuko Umalila, Mbeya, Tanzania. Anasema ni ngumu sana kupata maridhiano ya kweli kwa sasa, hasa kutokana na misimamo ya viongozi. Hili ni swala ambalo bila shaka mm -hmm. viongozi wa mstari wa mbele kuhakikisha kwamba lugha anayotumia pia ni ya kuponya ni ya kuponya. Kipara Original anasema hoja zao, uh, wazisikilize kwanza, uh, wanajamii wanataka nini? Muhamed mm. Ali anasema maridhiano ndio kila kitu, tutakubaliana yale yatakayokuwa na faida katika taifa. Na Shezo Saita Thomas anauliza kati ya nani na nani kwa mfano, ndo mm. mazungumzo haya yatafanyika <laughs> bila shaka, tulitaja kabisa nguzo zote za jamii, viongozi mm -hmm. wa kisiasa, wa kidini, mashirika ya kijamii, asasi za kiraia na hata wewe mwenyewe pia unahusishwa katika mazungumzo haya mm -hmm. ili kujua kama ulivyosema kwamba kiini cha haya yote ni nini, eh, nini hasa. Kuna ujumbe mwingine hapa kwa Jackson Jacobo anasema kutoka Nzega, Tabora, Tanzania nzegataboratanzania lakini, simnajua vijana tunakamatwa kwa kesi ya uhaini. Hatuna mchango juu ya hili, ila kwa ufupi Eh, na hisi kwamba maridhiano bila shaka ni muhimu sana mm -hmm. Ndio. Mawazo hayo. Mawazo hayo. Kwa hivyo lakini kama ulivyosema athari za yote yaliyoshughulika bila shaka na kwa ni, wengi mingun... unaosikia hapo Bruce mm -hmm. wengi hawako tayari mm -hmm. wengi hawako tayari, kwa sababu kuna mapengo bado ambayo hayajajazwa, kama kuna watu wanasema watoto wamekufa, miili hatujaipata, unasonga mbele kivipi? kuna watu wameumia labda kwa mahospitalini wengine hawajazikwa. mm -hmm. Unasonga mbele kivipi? Kwa hivyo ni, ni mchakato ni mchakato ambayo kuna maswala lazima yatimizwe ndio weze kufikia katika ile meza sasa ya mazungumzo. Kuna jumbe mtu mmoja kabla tukamilishe, uh, yeye yeah, ameorodhesha mambo kadhaa ambayo pengine tuyasoma. Anasema maridhiano ni muhimu sana lakini anasema kwanza kabisa katiba mpya kama ilivyopendekezwa na Jaji Joseph uh, Sinde Warioba uh, itafutwa itengenezwe. mm -hmm. Eh, anasema hivyo. Kisha tume huru ya uchaguzi iangalie upya, kukomeshwa vitendo vya utekaji na mauaji ya wakosoaji wa serikali ya CCM anasema alafu nne, anasema kufutwa kwa kesi zote za kisiasa na kuachilia huru watu wote. Tano, kufidia kwa wote walioumizwa na kuuawa, alafu sita, anasema waliohusika na mauaji na utekaji kuwajibishwa tatu. mm -hmm. Sasa haya ndio mambo ambayo anahisi ni maoni ya mfuatiliaji wetu no, ambaye anahisi no, lazima uh, vitu kama hivyo viangaliwe kabla hayo maridhiano ku... ndio mapengo hayo mm -hmm. Hauwezi ruka hatua moja kufikia kule mwisho, lazima uanze hatua kwa hatua, ndiposa ufikie kilele, sio? Bila shaka naam, mm -hmm. Na kufikia hapo basi, ndipo tunakamilisha kipindi chetu cha leo cha Kurunzi Live. Eh, kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha, eh, kipindi hiki, Sudi Mneti katika upande wa kamera, mimi ni Bruce Amani. Tuendelee kuwasiliana kwenye mitandao yetu ya kijamii, tuandikie maoni yako, tujadili kuhusu hili swala. Kwa heri.